Buybunge la kware hoye, mimi ndio David. Leo venye sifuna anasemanga, mimi ndio Sifu na kama kawaida. Hii Kenya yetu sai ko tumefika, mambo ni hakuna. Mambo ya mi nataka kumi, ni ule mi najitanga ni kuchanua wananchi. Mi nataka kuwachanua kuhusu huyu jamaa anaitwa kasongo, Daktari William Ruto, jina ni mingi licapo kwanza nawachanua kama kuna mtu atasimama hapa weka post, fanyeni hivi. Kama mtu yote hako na ishu ya kudiscuss akuje hapa kwa podium. Hizi za changa hizi fanyike huko kando, hiyo siasa ndogo ndogo mtaifanya huko kando kidogo. Hii ndio siasa kubwa, sawa? Ama hata grau, wachezaji washatoka, wanaweza ingia. Sasa, mi ndo nachanuanga wananchi kuhusu huu jamaa anaitwa William Samoi Ruto. Huu jamaa mi nimekaa na <laughs> maa, ambia, nimchezo, na nami namjua jamaa ni mjanja. Mimi nawambia mkidhani ni mchezo, na m tawambia kila siku ujanja uja. Huu jamaa alisema hakuna wajinga hii Kenya, na kusema ukweli hakuna waji kujanjaruka, jamaa akiingia uongozi wote tukabeba ufala hapo tukabebeka si ndio mm. akatuliatulia akaona ile pesa umesahau akawaleta empowerment. Si ameleta empowerment kwa vijana imebeba vijana wote si ndio huyo jamaa amekaa chini akafikiria akaona hiyo empowerment inaenda kuisha nguvu sasa huyu jamaa amekuja na kitu ingine inaitwa nyota tena anabeba wengine si ndio hiyo ni mahesabu, jamaa atvuka hapa 2027 aende si so. Ni mjanja sana saaup na Safaricom. Aende hapo line zote za Safaricom, ni mingi. Kila Safaricom, M-Pesa, kitu. Juu saa hii hakuna kazi. Saa hii ukiangalia maisha yameweka mbaya, kila kitu imeharibika. to make the matters worse, alisema ule jamaa anaweza pigana na yeye, alishamalizana na yeye, si ndio? Ule jamaa wa masufuria, ule jamaa wa masufuria alituambia amemalizana na yeye, na yeye sasa Security. Sasa sisi tulifunzwa maana, sasa sisi ndio hatari kushinda ule jamaa, ule jamaa alikuwa mmoja, pesa ni zetu. Sa-i pesa za sha zote amesanya, esa zinazunguka aaa Yana ninyanganya kwa hii mfuko pesa ya kufanya shoping anakupea pesa ya yeye ajipange. Tunajua ya IBC ashatengeneza asha, pa? asha, asha, ule ni jamaa wake ndio? Sasa zike tunaomba chamana IBC Ikifika 2027, atutaki kuona kitu inaitwa William William e, Samoei Ruto ndio IBC, tukue uchaguzi ifanyike vizuri, tuta make sure Ruto hayuko hapo ndani kwanza. Akiwa kwa ballot, eti Ruto, hakuna hata vieta juu kucheza hii pesa kidogo ameiba, zimejaa makontena hapa. Na tutunia kidogo kidogo pesa, usikatae pesa, najua imechorwa mtu mmoja. Sasa hii pesa wewe akutupa akimaliza nyota, tunajua ako na mpango mwingine kutuletea mwezi, alete tu hiyo mwezi. Before 2027 Juwa. Ifike Juwa. Atalete juu alafu 2027 tukipiga kura atuletee giza. Tuone <tukunia> giza. Tia <tukunia> tupange, akuwe president mpaka 2030. Sasa before hiyo tulete hii giza 2027, tuna make sure William Samoei Ruto hatakuwa kwa ballot. Tunataka mwangaza. Giza kwa sababu huyu jamaa venye tunamuona, si ameona kenye sulu tumefanya pale. Naona nasema tumewafunza wamuona. Sasa Ruto, ameona sulu ananyolewa pale hivyo. Sasa yake yake kichwa yake sabuni. Ya paka sabuni vizuri. Jusasa hii ya Kenya, haitakuwa mchezo kama iye nyamaona huko. Hii itakuwa noma na hakuna mahali Ruto ataapishwa. Maybe aapishwe huko kwa simu ama apishwe kwa YouTube ama social media, na akishaapishwa arula akiwa huko juu, Kenya hatutamruhusu kuingia. Hakuna mwenye atapiga kura kama Ruto atakuwa kwa ballot. Hatushindani na William Samoei Ruto. Tukisema tukisema tunashindana na Ruto, wacha niwaambie. Unajua kwa nini nasema Ruto asikuwe kwa ballot? Tukisema tunashindana na Ruto, tuchukue Kalonzo ashindane na Ruto, Ruto ataiba tunajua Ruto ni mwizi na kiiba hakuna, kwa tutampeleka. Sasa ku avoid hii wizi number one, ku avoid asiende kwa ballot. Wachana na hii kitu, kitu nitakupea kula kwanza ushibe, hii utapewa. <laughs> So wale watu wa kumi bila break. Tunajua kiongozi wenu, hatutakubali kushindana na yeye hatubali ye. kushindana na mwenye atapita, katikati ya kiwanja enda achukue kamba so, kenye tuko nani? One time mpaka mwisho one time. Ruto hata wa wantum, wantum. Na tukimaliza ni yeye tunapeleka ICC direct 2027. Tunamaliza election Ruto, tunaweka mchango, anaenda wapi? ICC No, ajibu kwa nini vijana wamekuwa wakipotea, kwa nini abduction imekuwa ni mingi, kwa nini pesa imepotea. Hata sasa tuna pesa